Aliyekuwa mbunge wa jimbo la Vunjo Dr. Charles Stephen Kimei leo mchana amerejesha rasmi fomu ya kuomba ridhaa ya kuwania tena ubunge wa jimbo hilo kupitia Chama cha Mapinduzi CCM katika ofisi za chama wilaya Moshi vijijini. Katika kipindi chake cha kwanza cha uongozi 2020 hadi 2025 Dr. Kimei amefanikisha kwa kiwango cha juu utekelezaji wa Ilani ya CCM ikiwemo shilingi bilioni 52 bili za miradi ya maendeleo ujenzi wa vituo vya afya vinne na zahanati kumi na mbili. Miradi mingine aliyotekeleza ni miradi ya maji safi, iliyopelekea upatikanaji kuongezeka kutoka asilimia 44 hadi 79 vijijini na, na 82 na mjini, ujenzi wa shule nne za sekondari na moja ya msingi, ufikishaji wa umeme katika vitongoji 151 kati ya 191 na maboresho ya barabara na miundombinu ya umwagiliaji. Haya ni mafanikio yanayoelezwa na wananchi wengi kuwa na nafasi ya kipekee kumrudisha kwa kipindi cha pili ambacho hakijawahi kutokea katika historia ya jimbo hilo kwa zaidi ya miongo miwili. Mpaka sasa, zaidi ya wagombe ya wagombea wanane wamechukua na kurejesha fomu za kuomba uteuzi ndani ya CCM kwa jimbo la Vunjo, ishara ya wazi ya ushindani wa kidemokrasia. Mwisho wa taarifa hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukoment. Jina langu ni Tobias Kisima.